Ndo maji ambayo ako na kichocho peke yake ndio yaweza kuwa, hata ni maji machafu, lakini salt huwezi pata maji machafu, lakini fresh. Sio about eti uchafu wa maji, ile ya unaona maji kama kwa lake hivi mm -hmm. ama maji yanayotibia kwa swimming pools huwezi pata kichocho, kwa sababu inapendaga mahali kuna fresh ndio iweze ku multiply ndio snails ziingie zikishaka, hapo ndio zinaachiliwa ndio zinakungoja. Kwa hivyo ni kono kono tu hapo, iko sawa kabisa. Alafu unajua hii umenifanya nikakumbuka mbona na ngea. Anazauliza uh -huh. Kwa hivyo ni kumaanisha nikikuja maji yenye iko na kichocho nitapata? <laughs> si ni kichocho kiko kwa maji mwingine, azamua aseme sasa, maji nikikunywa e? yes. Hapana e. huwezi hata kukunywa maji yenye iko na hizo chembechembe za kichocho za kichocho mm huwezi -hmm. pata kichocho kwa sababu kila ugonjwa uko na njia yake yenye unapita, ah. Sasa kama huu njia yake ipitia Intendi, ngozi ingie kwa mm -hmm. mwili wako ndio, kwa mwili uende kwa damu mm -hmm. damu ndio isafirishe, inakwenda kwa figo, inakwenda kwa kibofu cha mikojo mm -hmm. inakwenda kwa kibofu. Kwa hivyo, nikikunywa maji ambayo yako na kichocho siwezi pata kichocho, labda upate typhoid.